Katika hali ambayo haikutarajiwa hivi karibuni ni kuvunjika kwa ndoa ya Haji Sunday Manara na mrembo kutoka katika industry ya Bongo Movie na mzungumzia Zairisa Yeah, bwana, imepita takribani mwaka mmoja na miezi kadhaa tangu wawili hao walipoana, lakini hivi karibuni kumeibuka na mtafaruku kati yao na kupelekea ndoa yao kuvunjika, lakini chanzo sahihi kabisa cha ndoa hiyo kuvunjika akijajulikana, japo kuna maneno ambayo yameongeleka kuwa Haji Manara halimtumu Zai kuwa analombaya, na akidai kuwa halikuwa akimnyima chakula mtoto wake, yani yule binti mkubwa wa Haji Manara alikuwa akinyimwa chakula na Zai bwana. Lakini kwa upande wa Zai, yeye alikaa na madai hayo na kudai kuwa Haji Manara ni muongo ya, na mambo yamekuwa ni mengi sana mm. Mambo yamekuwa ni mengi sana lakini, leo nakuletea tabia au sifa za mwanamke ambaye atapendwa na mheshimiwa Haji Manara. Ya, he bwana. Cha kwanza kabisa, kama dada yangu mrembo ambaye unatamani kuolewa na Haji Manara, unatakiwa uwe mwanamke ambaye hanajistiri. Ya, unatakiwa kuwa unajistiri na itapendeza zaidi ukiwa ni mtu wa kuvaa majuba kwa sababu Haji anaonekana anapendezwa sana na wanawake ambao wanajistiri, ya. Sifa ya pili, bwana, hili uweze kuishi na Haji Manara unatakiwa uwe mtu wa kidini. Sasa so, tunafahamu kwamba Haji Manara ni mtu wa mitandaoni sana, lakini pia Haji Manara hana, hana hofu ya Mungu. Mm, hana hofu ya Mungu. Ya, ya. E bwana, sasa so, tunafahamu kwamba Haji Manara ni mtu wa mitandaoni sana, lakini Haji ni mtu wa dini. Umeona ana mambo mengi sana mitandaoni, lakini pia yeye mwenyewe binafsi ni mtu wa dini ya, he bwana. Sifa namba tatu, Haji anapenda mwanamke mrembo, hasa mweupe. So, tunafahamu kwamba maesi zake wote ni weupe. Umeona, ukimwangalia Zai, ukimwangalia Rushaynah, Rubina na wengine ambao wameweza kupita walikuwa ni wanawake weupe. So, Haji Manara ni mtu ambaye anavutiwa sana na wanawake weupe. ya bwana sifa ya nne, anatakiwa awe anajua kupika, kwa sababu Haji ni mtu wa madikodiko eh, anapenda sana kula Haji Manara. Eh, hizo ndo sifa za mwanamke ambaye atapendwa na Haji Manara. Kwa hiyo dada yangu, sasa hivi sote tunafahamu kwamba Haji Manara yuko single na kitu kizuri kwamba anachopenda kuambia kwamba jimbo liko wazi Eh, kwa mdada yote mrembo mwenye sifa hizo hapo juu, basi eh, ukikutana na Haji Manara, basi unaweza ukawa mkewe. So, ninafahamu kwamba Haji Manara sio mtu wa kuzini, yani akishapata ya mchumba hanaga mambo mengi, moja kwa moja nafunga ndoa, unaishi yeah. naye ya he bwana, hii ni Memorata TV. E, eh, ulikuwa na mimi msanuaji wako wa nguvu, naitwa Tino Radiva na, na kusii uweze kusubscribe hapo chini e, eh, unakuwa unatisha sana kwa sasa. Mimi na sign out, tukutane wakati mwingine tena cha